Ah, karibu tena kwenye chaneli yetu Tuongee TV na tutazungumzia ni namna gani ambavyo unaweza ukatuma maombi ya kujiunga na jeshi la kujenga taifa, jeshi la kujenga nchi ah, JWTZ. Ah, maombi yote yanatakiwa ya yaandikwe kwa njia ya mkono. Kwa njia ya mkono na maanisha yote yaandikwe kwa njia ya mkono. Usitype, narudia tena usitype. Tumia mkono wako mwenyewe, chukua peni andika maombi umeelewa? Na maombi yote yatatumwa kwa njia ya posta moja kwa moja kwenda Dodoma, katika anwani ambayo wameisema wao. Nisikilize kwa makini, hiyo anwani nitakusomea hapa. Maombi yote yanatakiwa yatumwe kuanzia tarehe moja mwezi wa tano mpaka tarehe kumi na nne mwezi wa tano. Ukituma nje ya huu mda, basi maombi yako yatapokelewa una kama wiki mbili za kufanya maombi, umenielewa? Na maombi yote yatatumwa katika anwani ya mkuu wa utumishi jeshini, makao makuu ya jeshi, sanduku la posta mia moja tisini na nne, Dodoma, Tanzania. Aa, kama una dukuduku lolote, una swali la kuuliza, basi drop comment yako hapo tutasoma na tutasaidiana kuelekezana ili tufikia malengo yetu, au sio? Usahau kusubscribe na kushare video hii, bila kusahau Tuongee Tv ndio habari ya mjini. Sasa hivi nitakupatia ndondoo zote ambazo zinahusiana na ajira, nitakupatia ndondoo zote zinazohusiana na usairi, au sio? Tuko pamoja.